Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kwa walivyozoea Makureshi, kuzoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto, basi na wamwabudu mola mlezi wa wa nyumba hii, ambaye anawalisha wasipate njaa na anawalinda na hofu. Imeteremka Maka. Mwenyezi Mungu katika sura hii anataja neema alizowafanyia makureshi kwa nyumba yake takatifu ambayo ameilinda na maadui wake, naye akawapa maskani karibu yake, wakapata utukufu na amani, na wakawa wanasafiri siku za baridi kwenda Yaman na siku za joto wakenda Shamu kwa ajili ya biashara bila ya mtu yoyote kuwaletea maovu, na hali watu jirani zao siku zote wakinyakuliwa. Hizo alikuwa na neema hizo zinawajibikia kumwabudu huyo aliyekuwa anawalisha wasipate njaa na akawalinda na hofu. Hebu tajabuni kwa yanayowalazimu Makureshi, kuwalazimu safari za musimu wa baridi kwenda Yamani na safari za musimu wa joto kwenda Shamu kufanya biashara na kutafuta riziki kwa utulivu na amani. Hizo safari za biashara za Yaman ndizo zilizowaleta Waarabu Afrika Mashariki kwa maelfu ya miaka na zikauleta Uislamu pande za Afrika kabla ya kwene Arabuni, kwani nchi za Afrika Mashariki zilikaliwa na Waarabu kwa maelfu ya miaka. Soma Periplus of Eritrean na East Africa and its Invaders ya Profesa Copland na vitabu vya Sir John Gray na Dr A W Halensworth. Basi wamtakasie ibada Mola Mlezi wa nyumba hii, aliwawezesha kuzifanya hizi safari mbili, ambaye anawalisha, walisha wasione njaa, na hali wao wamo katika bonde lisiyo na makulima, na akawalinda na hofu, na watu wengine pembezoni mwao wananyakuliwa.